Moja kati ya vitu ambavyo vimetrend sana huko mtandaoni ni issue ya jamaa uh, ambaye anafahamika kwa jina la Noeli, ambapo huyu Noeli bwana ndiye designer wa Diamond Platinumz. Yani ni mtu ambaye huwa anamvisha Diamond katika occasion mbalimbali, iwe show, iwe ni sherehe au iwe ni music video. Diamond, mtu ambaye anayemvisha, stylist wake ni Noeli. Sasa kitendo cha Noeli leo alikuwa anasafiri na Diamond kwa sababu ndo, ndo, ndo majukumu yake. Kila sehemu ambayo Diamond anaenda lazima pia Noeli naye awepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba dress code zinazingatiwa na vitu vingine kama hivyo. Sasa this time around ni kwamba Diamond ana safari ya kwenda uh, Zimbabwe kama sikosei, ambapo kuna hii private jet na video zimesambaa sana zikiwa zinaonyesha Diamond Platinum akiwa uh, amepanda hiyo private jet, ni Zambia actually eh. Kwa hiyo Diamond bwana anaelekea kule Zambia, na katika safari hiyo wakiwa kwenye, de, kwenye jet ni kwamba Noeli bwana kupitia ukurasa wake wa Snapchat na Instagram pale juu, katika Insta story ameposti video ya Diamond Platinumz, alafu pale chini katika caption bwana akaandika kwamba wangu mimi simba wake Meona bwana, eh. Sasa, haya ni maneno ambayo yameibua mijadala mingi sana mizito huko mitandaoni. Ni kwamba imekuwaje bwana huyu Noeli, amemuita Diamond hivyo wangu mimi simba yake? E, ni jambo ambalo sio la kawaida hiyo t kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana caption ya Noeli kwa Diamond ya zua gumzo mtandaoni. Hapa chini wakaandika kwamba bwana caption ya stylist wa Diamond Platinumz imeleta ukakasi kwa wadau mbalimbali wa, eh, wa burudani. Eh, Noeli ameandika wangu mimi simba yake. Umeona sasa neno wangu mimi ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi. Page nyingine hii hapa wameandika kwamba bwana Zuchu, anayo anayo vita kubwa kweli kweli, ukiachana okay. Mr. Rita kule na, na nyingine huko Nigeria sasa vita, na di, na vita ya Diana. Then sasa kuna vita nyingine huku ya wakina Noeli, eh, kazi kubwa kweli kweli hii. Kuna page imeandika hivyo, so watu wamejiuliza kwamba imekuwaje huyu Noeli. Noeli amemuita Diamond wa kwake yeye, simba ake, ni jambo ambalo limewashangaza watu wengi. Ukiwa kama mdau wewe, umeelewa vipi hii caption? Weka maoni yako katika comment section, tukao tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupa pata update zaidi.